wa Mkoa wa Mtwara, kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mtwara Mheshimiwa tanar Patrick Kenesawala, nakiri kupokea mwenge wa uhuru 2025 kutoka kwako Bi Mary Makondo, Katibu Tawala wa mkoa wa Ruvuma. Tuliupokea mwenge wa uhuru tarehe 9 Mei 2025 kama ulipo, ulipo asili mkoani kwetu kukimbizwa kwa urefu wa kilomita 1378.9 anakupitia jumla miradi 76 ya maendeleo iliyokuwa na thamani ya shilingi bilioni 95, ambapo mbio za mwenge wa uhuru 2025 ulifanyia kazi miradi yote 76, ilikubaliwa na mbio za mwenge wa uhuru 2025. Jumla wananchi wa mkoa wa Ruvuma tumenufaika sana na mbio hizi kwa kukumbushwa wajibu wetu wa kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 chini ya kauli mbiu ya mbio za mwenge wa uhuru wa mwaka 2025 isemayo, jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Wananchi wa mkoa wa Ruvuma tuna kumshukuru sana Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan, rais wetu mpendwa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutupatia pesa za utekelezaji wa miradi ya maendeleo ikiwemo ujenzi wa barabara ya Mbinga Mbamba Bay, upanuzi wa uwanja wa ndege wa Songea, ujenzi wa bandari ya mizigo ya Ndumbi Nyasa, na sasa upanuzi una, unaendelea wa bandari ya Mbamba Bay umeanza. Aidha, tunamshukuru pia kwa ujenzi wa miundombinu ya elimu, afya, umeme na maji. Tunamwaahidi Mheshimiwa Rais wetu kuitunza, kuithamini na kuilinda miradi hii. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2025, sisi Wanaruvuma daima, Wanaruvuma tutawakumbuka kwa kazi hii nzuri mliyotufanyia. Leo hii tumemaliza kukimbiza mwenge huu wa uhuru ndani ya mkoa wa Ruvuma. Naomba jipigieni makofi tena. Mwenge huu wa uhuru isemayo jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu kwa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Na sisi wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa, ambayo jumla yetu tupo sita, tulihakikisha tunatii maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan kupita halmashauri zote ndani ya mkoa wa Ruvuma kuweza kufikisha kauli mbiu hiyo. Leo hii mheshimiwa rais ameupa heshima sana mkoa wa Ruvuma na ndiyo maana leo hii daktari Samia Suluhu Hassan amemteua mtoto wetu, mwanetu, kaka yetu, baba yetu Dr. Emmanuel Mchimbi kuwa mgombea mwenza wa makamu wa rais. Ukweli wanaruguma amepata bahati kubwa sana, hakikisheni munaitunga bahati hiyo kwa kwenda kumuonesha mheshimiwa rais kwamba sisi wanaruguma tumepokea maendeleo mengi chini yako, lakini pia tumepokea heshima hii ambayo leo hii umenipatia wanaruguma naye.